Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka sabini nyuma, wakati anatafuta memori, hivi mwaka sitini hivi ilikuwaje jambo hili? Hivi mwaka sabini ilikuwaje? hivi mwaka themanini ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Eiza wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanayotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia sina tabia ya kukununia wakati moyoni nakuchekea. Furaha yangu utaiona, na hasira yangu utaiona. Ninaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote kila mtu akae kwenye kiti chake na aene. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako Uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali, yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali, yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela, hakuna kazi nyingine inayofanyika, na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, ka kafunga mkanda wako ni wakati wa kupaa. Ninaomba tusiangusha. Ningetamani kuiona wizara hii kama alivyosema Prof, watu wanaiona kama ni wizara ya kawaida hii wizara, na kuhakikishia, ndani ya mwaka mmoja, kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu alioko kwenye wizara nyingine, ikiwemo wizara ya fedha, watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na tamaduni. Tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii, unavaa vibaya nje ya geti, kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? E, matajiri wote wako kwenye hii wizara. Maselebriti wote nchi duniani wako wapi? Watu wanatumia magari eh, kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon hizo wako wapi? Watu wanavaa saa za maana wako huku. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi. Ukitembea kinyonge nyonge maana yake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba kuanzia kwenye muonekano lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua wa mbele ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Sisi ndio wale watu ambao mtu wa madini akishapata hela anakuja huku. Na mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? Yako huku. Hata wale ambao walikuwa hawana hela, wanawatamani watu wa huku. Wakipata hela wanaanza kuwawinda. Wakiwa hawana hela hawezi kuwatafuta. Nafikiri nikisema hivyo mtakuwa mme. Mmenielewa. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa bidii. Jisikie fahari ya kwamba kila kona yanchi watu wanajua kazi yako oje ukiwa mahala ni wewe unja wa mke, uamue wa watu wakutambue, wa, au watu wasikutambue. Mimi tabia yangu uh, mheshimiwa waziri, hata nilipokuwa pale mkoani Arusha nitamfahamu mtu kama kuna kazi tunafanya naye. Habari ya dini yako, kabila, si miwala, kama kuna kazi tunafanya mara kwa mara itatufanya kufanya nini? Tufamiane. Kwa hiyo ukiona nakuuliza kila mara njoo, hauna jambo lolote la kufanya mimi. Sasa hebu jitahidi uhakikisha kwamba hata maandiko anasema jitahidi, kujionyesha kwamba umepata kibali mbele za nani? Mbele za Bwana.